Ndo nani sukuma hivyo sasa hebu tuone ndo nani sukuma hivyo sema na kitu kubwa beki na negore nimemwahi mimi huyo cheki <laughs> kinyama hicho kopi mpaka namba hapo nataka nimpigie subiri subiri sana uza nguo bwana hey, dukani lete bwana bwana mimi ndo nampigia simu wacha ujinga acha kuna ngani mademu za watu anamweza kwa sura gani ulionayo Asa ni ya sura ndo, demu wako mwana mtandaoni. Sura demu wana usagana ni nguo kali, akoo, subiri nachukua namba. Ni anafanya delivery na subiri, nimuulize mzigo? Haa? <laughs> Ose habari, ha? Salama, karibu. Umetoa namba kwenye bar. Asante. Unafanya delivery? Ndio, uko maeneo gani? Ha, kwa sasa niko mwisho wa lami rumo kikazi lakini kikazi, nyumbani kabisa ni Masaki kule karibu na mawaziri na wabunge ha? Ha, kwa sasa nilikuwa naomba huo mzigo uretwe Mawaziri, wa wa ma, ma kwa haraka sana kama inawezekana. Sawa. <laughs> <lipia, laughs> nataka dazeni mbili si, zinaweza zikafika kwa sasa hivi? inaweza kateki muda gani si? Uh, sawa, usijali. Kwa namba hii iliyopo hapa ninakutumia kukupigia Asa, unafanya delivery? Mimi nafanya kazi. Haya, sawa. Asante. Ah, asante, asante. Hello? Ah, karibu. Hello? Na nani? Nataka kuongea na nani? Mtu ambaye na nani na wewe. Eh, dada. Eh, hello. Habari? Salama, karibu. Okay, na mimi ni walewale wale, uh, ni moja kati ya watu wa ofisini kwake. Eh, uh, nilikuwa natoa tu ombi kwenye bizaa liochukua bosi wetu hapa. Eh. Umchanganya changanyie rangi sasa, umetea box za rangi moja, changanya changanya rangi, angalau wakivaa mtu waseme amerudia. Usiache ile ile, usiache hiyo, ita kwenye umeme hapa, acha kwenye umeme <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Sitaki kula chambo. Akija unamfanya hizi, yani kwamba utafanya. Sasa kuja kuuzia two boxes. Wewe dogo we, we. Unafikiri mimi karamu gangu ni, ni mwaje tu. We dogo wewe unafikiri mimi karamu gangu ni mwaje hivi hivi. Kwani aje aondoke. No, no. Tafuta pa kwenda, na leo hamna mpira, kuna deki, si utazuria. Unachungulia? <laughs> yeah, nini? Subiri tuhamishie watu muamara, wewe wana ni fani, nilikuwa nimefunga kwenye mfuko, acha. Eh, kuagiza bosatu ushaanza kununua na maunga unga, apa nishamtumia na location, akija na nakuja moja kwa moja kwa. Huh? <laughs> <laughs> eh, hapo saa hapo kinyamwezi tofauti na wema. Kanzu kanzu wako amevaa? Mara kwanza hii, wala hata sitaki kunisifie, najua mpaka nisifie wewe, huna jinsi dada ki nimekuzidi muonekano huo. Oh, mwili enga kila nguo na wewe, kinakaa ile suti nani, kanzu hiyo sinazugia zugia. Sasa hebu eh, ngoja ha, akishaitoa hizo boxer kukuzia, ndio unamfanya nini sasa? Mimi sikuelewi mpaka sasa hivi, unajua au unabadilisha nguo, kwamba unamfanya nini akifika? Amna mazungumzo ni ndani. Niongee ndani ndani, mimi bwege? Naona muonekano huu, Ndaro, nimekuzidi vingi, mdogo wangu. Umesikia, jifunze vingi kutoka kwangu, ukubariki kushindwa. Wewe hakuna unacho nizidi, mjinga wewe. Mimi ni mimi hapa

Unipe grasi. Eh, eh. Wewe ndo umegonga ndo mimi e, shida. Nimelekezwa nileta mzigo hapa. Wewe ndo meelekezo uleta mzigo? Ha? Umpa nani? Mbona, simu mimi, nimeongea na mwanamke, umekuja wewe kidume, umefata nini wewe? Nawe umekubali umeleta, chukua tu ndio ishatokea, chukua tu. Kweli wewe. Ha? Wewe ni kiraga asara, unashangiliaga box au yeye yuko wapi? Au kakwambiaje? ni sikulao bure. Eh, kakwambiaje Ndaro, achana naz. Kastama yenu ni mbovu, sijawahi kuona. Ngoja ah, sikia. Kumbe ana roho nzuri ya bibi yako. Kwa nini nakupe wewe? umesikia wewe, nimekumaindi wewe. Ngoja niongee naye tuangalie tunafanyaje, sijui sijui Sijui itakuwaje. Dada, dada, Hivi mmenionaje? Mi mbona sisi tunawaamini halafu nyinyi hamwaminiki? Bora ningeenda kuchukua mzigo gwa nikafuata tu mzigo wenyewe. Yaani mtu tunawaonea huruma tunasema ngoja tuungishe vya ndani, nyinyi mnaleta matashiti, si ndio? Nisikilize Aro kaka yangu, kwani mzigo haujafika hata kama ni wewe? Hivi unajua nguo za ndani ni siri? Haya siri yangu kaijua na huyu bodaboda anajua kabisa. Hapa nafasi size kuna tofauti gani kati, sikaniona tu utupu huyu <laughs> Hey, tumepata na... Nakupa nafasi ya mwisho sawa, nakupa nafasi ya mwisho unakuja. ha... ha... nani wewe, huyu bodaboda kufuate au wewe? Hivi ndugu yangu, umeshindwa kujiongeza? Mwanaume gani anaweza kanua boxer dazeni mbili? Wameshindwa kujiongeza, ndugu yangu ndugu yangu, umeshinda kuja. Wewe wapi? Wewe afa hiyo tujume asabisha wewe, ndugu wangu, dada. Lakini mzigo wako si umeupata? si wewe? Ndaro, nawe naye, uko upande gani? uko upande wa wale, uko upande wangu? mimi oa nda kila siku naona naongea tu, kumbe muoga. Ukishaona nimebadilika unakuwa muoga. Hivi tutapasuana hapa sasa hivi, nitakubadilikia sasa hivi. Usinipige mimi, beat Steve, na umepokea? eti umepokea mzigo? naongea na wewe Steve, usikate simu, umesikia? Hapo naona tufanyeje? <laughs> <laughs> Kikofia hapa kama unamsikia kikofia hapa hivi ukipita umtaa huko kikofia. yeah, yeah, yeah. unanijua lakini <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Kikofia, yani wewe unapenda kutembea na nini? Sasa maana yake sasa kujua ndo nini, ushanipata umesikia? Dada basi nitumie nusu hasara, bwana, mimi nitulie. Sisi boxers zimefika na tumezipokea, of course amezipenda sana. amezipenda nani? inabidi alipwe huku ha, si ndio? shilingi ngapi sasa e? Ha? Ah, hapo kama hamnijui ndio mtanijua vizuri vizuri leo. Wewe hela hajakupa kaka, unategemea uchukua hela kwangu, si ndio? imekula kwako imekula kwako, sikufichi tena. Naomba nikwambie kitu. Ngoja, oya, usininyoshe kitu. Wewe, wewe, nisikilize. Oya, kwa usalama kimbia babu. Oya, babu, kwa usalama kimbia. Muda mrefu sana hatujafanya ugomvi mwanangu. Oya, babu Ndaro, naona hatujui, unaleta vurugu nyumbani kwetu, unaleta vurugu, nitavua nguo Ngoja nini? Oya, biashara yenu haihusiani kabisa na biashara yangu, unajua hicho kitu. Unamwita tena blaza ndugu, baadaye tushirikiane, mi mi kichaa ah, ujue akili sina, ujue nipe langu. Oya, oya, oya, oya nipe mi, mi, langu si, babu vipi? Ngoja niazime ni ni ni basi, aupewi, twende twende kwa kwa mjumbe anavyotetea wananchi wake. Twende kwa mjumbe. Wewe kwa mjumbe. Ngoja, utaenda umechakaa, ngoja twende. Nipe langu, babu. Sasa twende, unaogopa kwenda twende, twende kwa mjumbe mm. Apisasa, ngoja, kuwaje, tuh, tuh, na, ni shida unazipeleka wapi sasa hela yangu inakuaje? Ngoja hela yangu inakuaje, usikifanye hivyo. Nenda <tipa> Nenda mtu mfanye kitu bwana. Tu tu wewe ananifanye mwenyewe